Naam, wakati fujo na milio ya risasi ilipozidi wakati wa maandamano ya mwaka jana ya Gen Z katikati ya jiji la Nairobi, wahudumu wa afya wa kujitolea walijipata kwenye njia panda. Wengi wao wakihatarisha maisha wakiwa na lengo la kuwasaidia Wakenya waliojeruhiwa wakati huo. Mwanahabari wetu Emily Chebet alizungumza na baadhi ya wa wahudumu hao ambao wanatupa kumbukumbu -kumbu ya siku hiyo mwaka mmoja baadaye. <totipa> Kila dakika na kila sekunde hapa ni muhimu. Wahudumu wa afya wa kujitolea wakifanya kila wawezalo kuokoa maisha ya wakenya wenzao. Hapa sio eneo la ajali, bali hawani wakenya ambao walikuwa wakitekeleza wajibu wao wa kikatiba. Juni tarehe 25, ilianza kama kawaida na punde maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 yalipoanza, milio ya risasi na moshi ya vitoa machozi ilijaa hewani. Wahudumu wa afya wakiweka mahema ya muda kuwahudumia waathiriwa. Baadhi yao walikuwa nje ya kanisa la Holy Family Basilica. Lengo ni moja: kuwasaidia majeruhi. Walijituma kwenye kazi yao hata wakati hawakuwa na uhakika wa usalama wao.

Ni mwaka mmoja baadaye, lakini makovu yangalipo. Sio ya kimwili bali kwenye kumbukumbu 23 um, unidentified um, the other two were also quite I would say, young men well, two of them were gunshot wounds. and one of them I think he fell off a building during the protest and died on the spot and they were just brought here and the the unfortunate part about it is that what we could do as a medic was respectfully cover these bodies at the back of the mosque. akikumbuka machungu ya siku hiyo Dali na wahudumu wa, wa afya wenzake wanasema hawajutii uamuzi wa wao. They were japo kwao ilikuwa njia moja ya kujieleza kwa yale waliyokosa kuridhika nayo, jukumu la taaluma yao kuokoa maisha ilikuwa msingi mkubwa kwa mchango wao wa Juni mwaka jana. Emily Chebet, runinga ya Citizen.